Bado tuna changamoto. Kwanza, namna ya kuibua miradi na maandiko ya miradi, bado tunayo kazi ya kuhakikisha uibuaji wa miradi na uandishi wa maandiko unazingatia maono aliyosema Mheshimiwa Mbunge, tuibue miradi pale. Tumeandika hivi miradi yenye tija miradi endelevu, miradi inayotoa mwananchi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, nyingine. nataka nizisii kamati zetu za uhakiki tufanye kazi yetu kwa umakini na uadilifu. Naomba afisa maendeleo ya jamii, naomba hili sisi next time, si ndio? Fanyeni kazi zenu kwa umakini na kwa uadilifu. Katibu wa chama na Mheshimiwa mbunge, sitaki kueleza, lakini tatoa mifano michache. Kamati ya wa uhakiki, tunakwenda kuhakiki, tunaenda kuhakiki miradi, ntatoa mmoja wa Bwanga Mwoki, au unasemaje? Tuliambiwa bwana, kuna mjasiriamali ana mradi wake wa kufuga nguruwe eh? Akaenda huyu bwana, sawa Akaenda siku ya kwanza akamwambia, hebu maelezo tupe maelezo ya mradi, leta andiko lako eh. Jamaa mara kwanza si walikuja wawili, sio wangapi? Siku mimi nimefika, muulize Moki pale, jamaa aliingia mtini. Mradi hupo a aupo haupo au? Ehe, haya, wewe unasema hivi. Mradi mwingine sehemu nyingine tulikwenda, unasema wewe unafanya kazi ya umwagiliaji, si ndio? Hivi ukiniambia dasi ndio kakague, mradi unanipeleka shambani au unanipeleka nyumbani eh? Mimi niwasihi kamati, tukajiridhishe, fuatilieni kwa sababu kwanza kwanza maandiko mengi sio halisi. Kuna kikundi kimoja kinasema gharama ya kutaa mbegu ya samaki eh? kutoka Mwanza mpaka Gechato hapo ni shilingi milioni sita. Nikajiuliza, hiyo mbegu inatolewa kwa meli au kwa ndege eh? Sasa tunachoongelea ni uhalisia wa zile gharama, si ndio? Mnapoweka zile uhalisia, ziwe na uhalisia. Sasa hapo tunaongelea mambo mawili, udanganyifu, si ndio? na kukosa uaminifu Haji wa mikopo mwaka wa fedha 25 26 Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa fedha fedha 25 26 halmashauri imekadiria imeka, kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 2 na milioni 884 na 126,668 kama mapato yasiyolindwa na kutengwa na kutenga asilimia kumi ya mapato hayo ambayo ni sawa na shilingi milioni mia mbili themanini na nne laki nne elfu mbili mia sita sitini na sita kwa ajili ya mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.